Sawa mfuatiliaji wa Sinada Real TV, tukiwa tuko hapa jijini Dodoma, ambapo mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa unafanyika hapa katika ukumbi wa Jakaya ya Convention Center. Hapa niko na MNEC Taifa, atatuambia majina yake, lakini pia atatuambia anajivunia nilikuwa kama mshiriki uko mkutano huu. Karibu sana Asante sana asante sana kwa majina, naitwa Leonardi Mahenda Qwihaya alimaarufu ninaitwa Manguzo. Kama ulivyosema, mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa Tanzania Bara. Leo tuko katika kikao cha mkutano mkuu wa taifa, tumekuja tunajivunia kama chama na najivunia kama chama utekelezaji wa ilani ya 20 na 2025, na vile vile tunasomewa, tuna kesho ilani ya 25 30 t ongelea kitu ambacho kimepita cha 2025 ni serikali ya chama chetu cha Mapinduzi imefanya mambo makubwa sana. Nafikiri kama mlivyojionea, kama ni barabara tumejenga, hospitali tumejenga, shule tumejenga. Hivyo hatuna sababu ya wananchi kusema ni kwa nini wasituamini 25 25 30, kwa sababu hali zote tumetekeleza kwa asilimia zaidi ya 100. Asante sana -sa. Lakini uh, labda kwa kuitimisha, wananchi watarajie nini kutoka chama cha mapinduzi sasa, katika ilani hii inayoenda kuzinduliwa ya mwaka 2025, ilani ya uchaguzi mkuu? Wembe unasema wembe ni ule ule, wembe ni ule ule, kwa maana kama 20 25 20 25, jemedari Mama Samia Suluhu Hassan mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ameitekeleza kwa viwango vikubwa sana. Hivyo hivyo tunageuza wembe kwenda 25 30, maana yake tunakwenda kunyoa vile vile. Maendeleo tegemee, maendeleo makubwa. Ilani tulionao sisi sio, si, si, ya kusema ni usanii. Hapana, tunachokiagiza ndicho kinachotendeka utegemee maendeleo makubwa zaidi. Lakini uh, mbali na hapo, ukiwa kama meki taifa uh, sisi kama waandishi wa habari ama wana habari kufuatilia wa kwenye ka mitandao katika uh, nyanja mbalimbali, umekuwa kinara wa kuisaidia jamii katika kupiga hatua kwenye maendeleo, lakini tumeona watu wengi wakipongeza kila sehemu, kuanza sehemu zote i, labda unajisikiaje kama kiongozi wa kichama? Unajua, watu wanasema mkono unaotoa ni mkono yenye baraka, kwa hiyo mimi kutoa kwangu siku zote huwa na kuona ni baraka hivyo hivyo, na bahati nzuri, katika chama chetu tunahubiriwa upendo, mshikamano na umoja, na hivyo vyote ndivyo vinavyosababisha kuniona leo Mneki yuko Iringa, leo yuko Zanzibar, yuko Manyara, yuko... tunacheza Tanzania nzima, na ndio maana kama ulivyosema kuwa mimi ni Mneki wa Taifa, sina mipaka, na ndio maana katika ilani ya 25 30 tunakwenda kuitekeleza Tanzania nzima. Asante sana lakini neno lako la mwisho tu kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Labda ungepata nafasi ya kuelezea kaneno pamoja tu, ungesemaje? Kama tie pale pale katika maendeleo. Asante. Asante. Asante.